Uh, hello everyone, how are are you you doing now? So, so, I I I hope that you are okay. Uh, welcome on my my my YouTube YouTube YouTube YouTube channel, channel channel, channel. and and your YouTube channel, City Walk. Yeah, it is my new YouTube channel. Uh, so guys, I try to change languages. I will use two languages, English and Swahili. Bila kuchelewa Jamani, ninawaomba mnifanyie subscribe, mnifanyie share, like. And the comments on this video e, jamani mimi nawapenda sana mm. Najua mko katika nchi tofauti kabisa yaani, kama mnaona description ya hii channel e, hii channel imekuja ili niwe, i, niweze kuwaonyesha mahali tofauti kabisa hapa duniani. Leo tupo mjini mjini Bujumbura, mnaona hapa hapa nipo mjini, hii barabara ambayo natoka natoka katikati mjini centre-ville ikaendelea kufika Kamenge ikaendelea na kule ee, jamani, mnaona hapa uh, panafurahisha sana kabisa hii eh, barabara, mnaona naona gari nyingi eh, majengo makubwa sana eh, yani, hapa kabisa ni mahali ambapo panafurahisha sana so, jamani, niendelee kuwakumbusha mfanye yale niliyowaomba: subscribe, like, share. Comment, ili ili channel yangu iweze kuenea ifike mbali mbali sana. Yani, hii channel ni mpya ni mpya kabisa. Ndio maana naendelea kuwaomba kabisa mnisaidie, mnisaidie, yani, mueneze ifike kule, mfanye share on your groups, yani, eh, your different groups, najua kabisa mko katika makundi tofauti, yani, muendelee kuisharing ili niweze kupata subscribers jamani, nitawaonyesha vitu ambavyo ni vizuri sana, nitaendelea kuwaonyesha. Yaani, hii ni introduction ya activities zangu. Nitaonyesha zaidi kabisa, so muendelee kufanya yale nilio yaomba. hii ni video ya kwanza sisahau kufanya subscribe, share, comment and like. Chao, chao.